utau wa aa, Mzee Kamara amekwisha ingia katika banda alilokuwa analitafuta. <coughs> <coughs> Baada ya mzee huyu mzee Kamara kufika katika banda la... banda la jukwaa la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, banda la wanawake kutoka Tabora.

Mama Samia, hawa si wengine, ni wanawake kutoka mkoa wa Tabora kwa umoja wao, wakisema Mama Samia juu tena. Mama Samia mitano tena. Ni sauti ya wanawake kutoka mkoa wa Tabora.